rindeni ndoa na nyie. Kisarawe tuna wajane wengi. Ukikuta mtoto wa mtu amekupenda ni faraja. Kuna mtu anamaliza mwaka hajaambiwa iravyo. Ndio nawaambia sasa hivi, akina mama mnahangaika, jumamosi hapa, siku ya wapenda nao, siku ya wapenda nao. Na meo ni siku zote, usitumia gharama kubwa kwa ajili ya siku moja. Usimlazimishe mme wangu, nataka nguo nyekundu, nataka abaya, sijui ni nini ambayo ni siku hii moja nitoe auti huo. Umekaa kwenye ndoa miaka kumi na tano miaka kumi miaka mbili na miaka mitano kwa nini siku Valentine Day ikuingize ugomvi na mme wako? Kama ningekuwa sikupendi, ningekuweka ndani, ningekuoa wewe. Ndo malkia pale ndani, ji proud, jivunie, tamba na meo mwonyeshe, ndo mme bora kuliko yoyote duniani yeye ndo mzuri, hedisau kama mapenzi ndo anajua yeye, msifie mmeo. Acheni kufanya nongwa kwa waume zenu, na nyie ndo mnafanya wanaume wenu ngi, wanaishiwa nguvu za kiume. Ndio mwanaume anaingia chumbani, unaanza kumshambulia, nguvu za kiume zinatoka wapi? Mmeo anafika tu, mnapanda kitandani, unaanza unaanza kulalamika naumwa mgongo leo, nimechoka naumwa kichwa, yani nimechoka leo, usinisumbue. Unaanza yani, unaanza kumkatisha tamaa. Kwani mapenzi yanafanya kwenye mgongo? Mimi ndo nawaambia na Acheni nongwa kwa ume zenu, mwapende tumeelewa. Na kina mama, mkiwa mnaelekea siku ya wanawake duniani tarehe nane mwezi wa tatu, mimi nawaambia kama kijana wenu, kama kiongozi wenu, kama mdogo wenu, kama kaka yenu, kama baba mdogo, mpende mwanaume wako kuliko wazazi wako. Ndio nakwambia. Sasa unakataaje wazazi sume? Wache, umekuja kwake ina maana ungekuwa unapenda wazazi wako usingewaacha. Umeacha wazazi umekuja kwa mme wako na utemu, na, Na utemu ndo kakuonyesha yeye, si ndio mama <laughs> mpige busu hata meno yote yang'oke, ndo meo <laughs> tumeelewana <laughs> na mimi ngoja nikuambie, ukiona mwanaume amepunguza mapenzi ni matendo yako. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ukiona mwanaume, mimi si mwanaume nasema anachokijua, mwanaume hapendi dharau. Na mme wako akikwambia jambo la kwanza la pili la tatu, utekeleza na kupuuza wengine. Hata vitanda unataka mfanyakazi akutandikie mmeo, mfanyakazi afue nguo za mume wako. Mwanaume akiomba maji, Amina lete maji. Mmeo anaomba chai, Naomi peleka chai, una chati Mme wako anatoka kazini huko, na simu huko hivi, na simu hamna. Mme amefika, weka simu pembeni, umeonyesha yeye ndo bora kuliko yote. Chakula kinaandaliwa na mfanyakazi, analetea mme, hujaonja chumvi hiyo, kama mtu kasukumwa, anakuuliza mke wangu, hivi hapa hii chakula umekionja? Tena unamuuliza kina nini? Chukweni ushauri wangu kama mnataka kuishi kwenye ndoa, sawa, mimi mimi nawashauri mtaachika. Na ukitaka uone ndoa ngumu, rara peke yako ulio mzoia kurara miguu minne, ulizeni ambao wameachika, wanajua mziki wake. Utatumia nguvu kubwa kujionyesha upo kwenye chati, lakini unamaliza una, una akili haikai sawa. Ukiona amepita amemkumbatia mtu moyo unakudunda

ukimkosea mwanaume, ukiondoka anapata baraka kweli. Mimi ndo nawaambia.